Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimefanya uzinduzi wa kampeni yake ya hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi katika mikoa ya kaskazini mwa Tanzania, eneo muhimu katika siasa za Taifa hilo la Afrika Mashariki. Pamoja na mambo mengine, chama hicho kimeelezea kwamba kinakusanya saini milioni kumi na tano za watanzania wanaounga mkono kampeni hiyo na zitawasilishwa Umoja wa Mataifa. Mwandishi wetu Veronica Natalis amehudhuria mkutano huo na hapa taarifa yake. Arusha taarifa! Arusha taarifa! Makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa John Wegesa Heche wakati akihutubia maelfu ya wananchi waliohudhuria katika uzinduzi wa kampeni hiyo kanda ya kaskazini uliofanyika Arusha, Tanzania, ameeleza kwamba pamoja na mambo magumu ambayo chama hicho kinapitia kwa sasa hakiwezi kulegeza msimamo wala kurudi nyuma katika ajenda yake ya no reforms, no election, akieleza kwamba moja kati ya mambo ambayo wanafanya kutekeleza hilo ni kukusanya saini za Watanzania ili kuziwasilisha katika ofisi za Umoja wa Mataifa na kuonyesha hali halisi ya mahitaji ya wananchi. Tuna fomu hizi hapa za petition ambazo tunahitaji kila Mtanzania asaini hapa. Tunahitaji saini milioni kumi na tano tuzipeleke Umoja wa Mataifa kuwaambia Watanzania wamekataa wizi wa uchaguzi. Kila mtu asaini. Viongozi wetu wazunguke nchi nzima, kila sehemu, waungeni mkono. Hii ndio vita inayosababisha wajaribu kutuua. Hii ndio vita wanayosababisha watuweke ndani hii ndio vita wanaotaka kuweka chama hiki gerezani kwenye kifungo. Chama hicho kinasema kwamba hakiwezi kwenda katika uchaguzi mkuu, na utarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu bila kuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, katiba na mifumo mingine, ambayo inatoa mwanya kwa chama tawala CCM kuendesha uchaguzi usiokuwa wa uhuru na haki. Hata hivyo, serikali ya Tanzania inapinga madai ya Chadema ya No Reforms, No Election, ikieleza kwamba mageuzi tayari yamekwisha kufanyika kupitia falsafa ya Rais Samia Suluhu Hassan ya 4R ya yaani upatanisho, uvumilivu, mageuzi na ujenzi mpya. Chadema inasema sheria hizo, hizo hizo na katiba ile ile haiwezi kutoa haki katika uchaguzi na kwamba hata bunge la nchi hiyo haliwezi kwa sasa kuisimamia wala kuikosoa wa serikali. Rosi Mayemba ni mjumbe wa kamati kuu Chadema. Sio wananchi wanaotukana ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupitia naibu msajili Sisti Nyahoza inasisitiza kwamba uchaguzi mkuu utafanyika kama ulivyopangwa na juhudi zozote za kuzuia hazitafanikiwa. Veronica Natalis, DW Arusha.